Haya. Mwalimu alikuwa darasani anafunza, akaambia mwanafunzi wake mmoja asimame, amuulize swali. Mwanafunzi alikuwa anaitwa Mary. Chapata. Haya, akamuuliza "I I give you you five mangoes mangoes and I do one. How many mangoes will you be having? Mary bado akajibu 7, hakujibu <coughs> six. Sasa the teacher now akaamua kumuuliza Mary kwa nini alikuwa amejibu seven instead of six. Maria akasema alikuwa amejibu 7 kwa sababu mamake asubuhi alikuwa amempa embe moja abebe akija shule so, <coughs> so akichukua 6 akiplus na 1 jibu itakuwa 7. Sasa swali ni kati ya Maria, yule Maria alikuwa alikuwa wrong ama alikuwa correct? Alikuwaasabu mwembe alikuwa ni saba, akatoa moja akabaki sita. Mwalimu Peter, ukiwa unamuuliza amebaki mangapi, mwalimu anajua ni sita. A anajua mwembe alikuwa ni saba, so alipotoa ile moja akabaki, lakini mwembe yote alikuwa ni saba.